Karibu sana ndugu zangu watazamaji ili niweze kuwapakulia yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Ninawaomba usikilivu mwema wakati wenu pamoja na, na kuomba uweze kusambaza hizi kanda kuelekea kwa vikundi viwili vitatu ili taarifa hizi ziweze kuwafikia watu wengi. Kipindi ambapo Zanzibari inaposhirikia siku ya mapinduzi hii leo tarehe 12 Januari mwaka 2026, Samia ameweza kupokea barua mbaya katika afisi yake. Barua hii inamzomea kutokana na kauli ambazo aliweza kuzitoa hivi majuzi ambazo ziliweza kuashiria kwamba utawala wake uliweza kuwaua Watanzania na hakuna kitu ambacho Watanzania watamfanyia Samia. Sasa, barua hii ambayo imeweza kutolewa kutoka upande wa Sumbawanga na inaelekezwa kwa Samia Suluhu Hassan hawajaweza kumuita kwamba yeye ni rais, bali wamemtambua yeye kama gaidi. Kwa nini? Mbona wameweza kuamua kumuita gaidi na wala sio rais? Ninaomba nikuchanganulie, kwa sababu haya ya kwanza ya barua hii inasomeka kwamba, gaidi kiongozi Samia Suluhu Hassan na familia yake ya gaidi Abduli Hafidhi Hameiri gaidi wanu Hafidhi Hameiri watoto wa Samia Suluhu Hassan na gaidi mwenzao Muhamed Mchengerwa, mkwe wa Samia Suluhu Hassan na mume wa wanu, wameendelea kuonyesha dharau dhidi ya mauaji ya raia wa Tanganyika zaidi ya elfu kumi yaliyofanyika Oktoba pamoja na Novemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Unaona kauli hii au barua hii, haya ya kwanza inasema kwamba Samia ni gaidi. Hawajaweza kumtambua kwamba yeye ni rais gaidi. Kiongozi Samia na watoto wake ambao ni Abduli pamoja na uh, Wanu na mkwe wake ambaye ni Mchengerwa wanazidi kuonyesha dharau. Je, ni dharau gani hizi ambazo wanaonyesha kwa Watanzania au kwa Watanganyika baada ya wenzao elfu kumi kuuawa. Ninaomba nikuchanganulie haya ya pili kwenye hiyo barua, ikasema kwamba kauli za gaidi Samia Suluh Hassan za hivi karibuni kwamba hakuna vijana wanaoweza kuandamana tena kwa sababu wamewaua wote, zinaakisi hali halisi kwamba genge la wauaji la chama cha kigaidi CCM, Chama cha Mapinduzi, limedhamiria kuizamisha Tanganyika katika lindi la mateso, dhuluma na mauaji ya raia milele ili waweze kuiba rasilimali zote za Tanganyika. Unaona, wanaeleza kwamba dharau dharau ambazo Samia na wenzake ambao wameweza kuwataja katika haya ya kwanza wanazo wanazowaonyesha Watanganyika ni kwamba hivi juzi Samia aliweza kutoa kauli kwamba wao upande wa pili, kuna kitu ambacho waliweza kuwafanyia wananchi upande wa Dar es Salaam ambao walikuwa wanaandamana, hadi leo hakuna mtu ambaye atataka kuweza kuandamana. Sasa, kwenye barua hii ambayo imeweza kutumwa Ikulu, inaeleza kwamba Samia alidhamiria kutoa hizo kauli ili kuwauzia uoga wa Tanganyika na kuweza kuendeleza ili kuendeleza Uh, mateso yao ya mauaji ya dhuluma, uh, kwa raia Watanganyika ili waendelee kuiba rasilimali zao. Sasa haya ya tatu inaeleza kwamba kauli za gaidi kiongozi Samia ni kielelezo kwamba tume haramu inayoongozwa na mtu anayetambulika kama Mohamed Chande Othman ambaye alisha alishawahi kuwa jaji mkuu wa Tanzania, inayo inayozunguka kwa ajili ya kuchunguza matukio ya uvunjivu wa amani yaliyotokea Tanganyika, nchini Tanzania kabla na wakati wa uchaguzi ha, kabla wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 ambao haukufanyika ni kunyaboya na batili, unaona wanaeleza kwamba zile kauli za Samia ambazo aliweza kuzitoa a, za mauaji ni kielelezo kwamba hii tume ambayo inaongozwa na Mohamed a, Chande Othman ya uchunguzi ni kielelezo kwamba hakuna majibu ambayo ni ya kuridhisha yatatolewa pale, kwa sababu tayari Samia yuko na majibu. Kwa hivyo barua hii inawaeleza Watanzania kwamba wasije wakategemea ma, majibu yoyote ya kuridhisha kutoka kwa ile kamati ya Chande. Nambari nne, wanaeleza kwamba gaidi Samia hataki maridhiano. Amedhihirisha hilo kwanza kwa kumwondoa George Boniface taguluvala Simbachawene aliyekuwa anatumia lugha ya maridhiano. Pia amekejeli familia na vijana wanaoomboleza vifo vya wenzao kuwa hawawezi tena kukanyaga barabarani. Ubabe wa gaidi Samia ni ujumbe kwa Jaji Mohamed Chande Othman kuwa hata kazi ya tume yake haina maana. Ni ujumbe pia kwa wanaojipendekeza kuanzisha maridhiano yasiyotakiwa na Samia. Wananchi hawataki maridhiano, na Samia hataki maridhiano vile vile. Unaona hapa wanaeleza kwamba inaonekana Samia hataki maridhiano. Kwa nini? Alionyesha viashiria juzi, kipindi ambapo aliweza kumwondoa Simba Chawene kwenye aa, kitu ambacho kinaitwa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Tanzania. Kwa nini? Mnaona Simba Chawene. Alikuwa ameanzisha maridhiano kati ya polisi na raia ili kuweza kuunda utenda kazi mzuri wa polisi aa, kwa raia ili polisi wawafanyie raia kazi njema ili wananchi waridhishwe na polisi, pawepo na maridhiano. Lakini Samia aliposikia kwamba Simba Chaweni anataka kufanyia mabadiliko aa, kitu ambacho kinaitwa idara ya polisi ili polisi waache kuwateka nyara wananchi kama hawajavaa sare rasmi za polisi, ili polisi waache kuwateka nyara wananchi bila kukuwa na sababu kamili, ambayo imeandikwa barua ya kusomeka kwamba tumekuja kukukamata, ili polisi wafanye ukamataji ambao ni halali, Samia aliweza kumfuta Bwana Simba Chawene, kwa sababu anaonyesha wazi kwamba hataki maridhiano ambayo yalikuwa yanazungumziwa na Simba Chawene, na ndio maana unaona hapa hii barua ambayo imepelekwa kwa Samia inasema kwamba raia hawataki maridhiano, vile vile Samia hataki maridhiano. Nambari tano, wanasema hivi tunasisitiza kwamba hakukuwa na uchaguzi uliofanyika nchini Tanzania tarehe ishirini na tisa Oktoba mwaka elfu mbili ishirini na tano. Ni wazi hakuna kura zilizohesabiwa wala kufanyiwa majumuisho kwa taratibu za kisheria. Hivyo dhamira ya gaidi kiongozi Samia Samia Suluhu Hassan na familia yake ni kujiweka na kuendelea kubaki madarakani kwa nguvu bila ridhaa ya wananchi, ni kuendelea na kuendelea kuiangamiza Tanganyika na kufuta uh, uzao wote wa Watanganyika. Unaona hii barua wanaeleza kwamba wao wanasimamia msimamo kwamba hapakukuwepo na uchaguzi mnamo tarehe ishirini na tisa. Hivyo Samia yuko madarakani kinyume na sheria, hivyo Samia yuko madarakani kinyume na ridhaa ya wananchi. Hii ni ishara kwamba Samia anataka kuendelea kupora mali na kukandamiza uzao wa Tanganyika. Wakamalizia kwenye barua hiyo ambao wameweza kuituma Ikulu kuwa namba sita hivyo tunaelekeza mapambano yasiyo na kikomo dhidi ya wote walioshiriki na kuwezesha matukio ya utekaji, mateso, silaha, uh, ubakaji, ulawiti uh -huh, upotezaji wa laz, eh, lazima na ufunguliwaji wa kesi za uhaini na mauaji ya raia zaidi ya elfu kumi, hasa chama cha kigaidi cha CCM cha mapinduzi. Unaona, Tanganyika, simama imara Tujitetee. Unaona, barua hizi wameweza kumalizia kwa kueleza kwamba wanaelekeza mapambano dhidi ya mapambano yasiyokuwa na kikomo dhidi ya wote walioshiriki na kushirikiana na Samia na kuwezesha matukio ya mateso, silaha, uh, ubakaji, ulawiti, upotezaji wa lazima, ufunguliwaji wa kesi za uhaini na mauaji ya raia zaidi ya elfu kumi aswa kichama cha CCM. Unaona, hii barua iko na uzito, mpenzi mtazamaji, aswa hii siku ambayo Samia ambaye ni Mzanzibari, naye yupo kwenye harakati za kusherehekea siku ya mapinduzi ya Zanzibari ambayo huwa inasherehekewa kila mwaka tarehe kumi na mbili mwezi wa Januari mwaka elfu mbili na ishirini na tano yaani ishirini na sita kila mwaka Sijua wazo lako ni lipi mpenzi mtazamaji. Mimi ni Bwana Ezra. Usije ukashangaa mbona nina sitasita, mnaelewa kwamba bado tuko na maruweruwe ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano bado hatujaweza kutoka katika mwaka huo. Sasa tuko mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Hata ukiona nikichanganya kidogo, nikisema mwaka elfu mbili na ishirini na tano, jua kwamba bado tuko na marueruwe ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano bado. Huyu mwezi ni Januari, mwezi mbichi, huwa tunaweza tukachanganyikiwa na kuweza kutaja mwaka elfu mbili na ishirini na tano, lakini kiukweli tuko katika mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Tafadhali sambaza hii kanda. Mimi ni Bwana Ezra, Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki.